Ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Mungu awabariki, awaongoze, awamin rabbil alamin. Tanzania, Mungu awabariki sana. Amina. sana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin. Mungu awabariki wa awongoze awazidishie. Thanks to Tanzanians wote walioniombea, Mungu awabariki sana.